Papa Dari, bonyeza neno, subscribe chini ya video hii. Habari zenu, kila mtu. Leo, nataka tuzungumzie jambo muhimu linalotikisa dunia. Mustakabali wa uhusiano kati ya Iran na Marekani. Je, tunaweza kushuhudia mwanzo mpya? Twende tuchambue. Kwanza, hali ya mazungumzo hivi sasa. Hivi karibuni, Duru mbili za mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kuhusu nyuklia yalikamilika huko Rome huku Omani kisimamia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, aliyaita mazungumzo haya kuwa yenye kujenga. Na je, wajua nini? Mikutano zaidi ya kitaalamu imepangwa Aprili 23 ikifuatiwa na duru ya tatu ya mazungumzo huko Oman Aprili 26. Mjumbe wa Marekani kuhusu Mashariki ya Kati Steve Witkoff anahusika sana, akilenga kufikia mwafaka. Sasa turudi nyuma kidogo kwa historia. Uhusiano kati ya Iran na Marekani haujawahi kuwa mzuri, kuanzia mapinduzi yaliyoungwa mkono na CIA mwaka 1953 hadi mapinduzi ya Kiislamu ya 1979 na hivi karibuni JCPOA ya 2015 ambayo Marekani iliacha mwaka 2018. Hiyo ni miaka minne ya diplomasia ngumu na kutoaminiana. Lakini hili si suala la Iran na Marekani pekee, siasa za kikanda na kimataifa zinahusika pia. Urafiki wa Iran na makundi kama Hamas, Hezbollah na Siria umedhoofika hasa baada ya mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel mwaka 2023. Zaidi ya hayo, kumekuwa na mapigano ya kijeshi kati ya Israel na Iran mwaka 2024 na kuifanya eneo hilo kuwa hatari zaidi. Diplomasia ya kikanda ya Iran, hasa na Saudi Arabia, sasa imeunganishwa kwa karibu na mazungumzo haya na Marekani. Tusisahau shinikizo la ndani nchini Iran. Mgogoro wa kiuchumi ni mkubwa, sawa na wakati wa vita vya Iran na Iraq. Kiongozi mkuu Ali Khamenei yuko chini ya shinikizo kubwa kutokana na kutoridhika na hasira ya umma kuhusu uchumi. Kuondolewa kwa vikwazo ni muhimu ili kupunguza shinikizo hili la ndani. Cha kufurahisha, hotuba ya Khamenei ya Nauruz ilijikita kwenye masuala ya kiuchumi, ikidokeza mapambano ya ndani ya utawala. Kwa hiyo, matokeo na changamoto zinazowezekana ni zipi? Kuna fursa halisi ya makubaliano kamili, labda hata muhimu zaidi kuliko JCPOA ya dwethv bis. Lakini pia kuna hatari: misimamo mikali ya Marekani, mashambulizi ya kuzuia ya Israel na malengo yasiyo ya kweli ya mazungumzo ya Marekani yanaweza kuharibu mchakato. Hata hivyo, diplomasia iliyofanikiwa inaweza kuimarisha utulivu wa kikanda na kukuza ushirikiano wa amani kati ya Marekani na Iran. Jukumu la IAEA katika uthibitishaji na ufuatiliaji linabaki kuwa muhimu. Kwa kumalizia, mustakabali wa uhusiano kati ya Iran na Marekani uko mashakani. Je, tutaona sura mpya ya ushirikiano na amani au mvutano wa zamani utaibuka tena? Wakati ndio utasema. Asante kwa kutazama. Usisahau ku like, ku subscribe na kubonyeza kengele ya arifa kwa taarifa zaidi. Tutaona wakati mwingine.